Klabu ya Barcelona ya Uhispania ni muda mrefu sasa wamekuwa wakifanya kazi kwa pamoja na Spotify, na tumekuwa tukiona baadhi ya games kubwa hasa za El Clasico ambazo ni mechi kati yao, yani Barcelona na Real Madrid. Basi jezi za Barcelona huwa wanavalia baadhi ya signs ama logo za baadhi ya masta ambao kazi zao za kimuziki zinapatikana upande wa Spotify hasa kushiriki mafanikio yao makubwa kwenye kazi zao za kimuziki. Tumekwisha kuona Barcelona wakivalia jezi kwenye El Clasico ambazo zina sign ya ile ni logo ya Drake. Tumekwisha kuona akivalia jezi ambazo zina sign ya Taylor Swift na masta wengine tu kubwa kimuziki kwa nchini Marekani. Sasa imeripotiwa kuwa El Clasico, mechi ya FC Barcelona na Real Madrid ambayo itafanyika Mei 11, mwaka 2025, klabu ya FC Barcelona, jezi zao ambazo utavalia kwenye mechi husika zitakuwa na saini ya rapa Travis Scott, kama unavyo katika picha husika, na hii ni taarifa njema kwa mashabiki wa rapa huyu, na hii ni taarifa njema kwa mashabiki wa rapa huyu, na kama ambavyo tangu mwanzo ilikuwa wazi kuwa ushirikiano kati ya Spotify pamoja na Barcelona ni kutengeneza link kati ya muziki pamoja na michezo, na hiki ndicho kitu ambacho kwa sasa kinazingatiwa pakubwa sana. Sasa baada ya taarifa hii kutoka, baadhi ya hataya mashabiki wa Real Madrid wameweza kuvutiwa, na wengine wakisema kuwa hata kama mimi ni shabiki wa Madrid, jezi hizi pale ambapo zitatoka, nitakuwa ni miongoni mwa watu ambao nitazinua. Ni kutokana kwamba ni mashabiki wamseni husika, kama ulikofahamu si tu wachezaji ambao valia jezi hizi kwenye mechi husika, kwani matoleo hayo huwa yanakuwa ni mahususi, pia upande wa mashabiki ambao, kama ambavyo zinauzika jezi zingine, basi hata matoleo hayo huwa yanakuwa hivyo hivyo, so numbers, ama mauzo ya jezi husika yanakuwa ni makubwa zaidi. Ushirikiano wa club pamoja na msanii. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina, maajabu ya ulimwengu na anga.